Bile walienda kwa mganga mm. Kumbe mganga anaenda kumwambia, mm. simama na hii picha na maji mm, ukikunywa hii maji nditaenda mm -hmm. kufanya tarakatu huko na hii picha yenye nitaongea nayo yeye, mm. mwenye atajui ndio itakuwa ile masaa yenye tunaagana sasa. Wanamuongelea mganga, anamwambia sema hivi, bile ninaongea, tunaagana. Yeye pia anasema tunaagana. Sasa bile waliagana, mm. ikifika tutare tarehe saba, tarehe nane mwezi wa kumi na mbili saa saba mtoto anaanja kifua kichwa kifua kichwa kifua kichwa, kifika saa nane masaa yenye waliagana huko anaenda hivi. Ndio walikuwanga sasa, ilikuwa inafika tu Desemba hivi saa saba kamili mtoto wa klasi ya eight ananiambia, anaambia watoto mwambie mam, mm. asiende kwa shamba, nipeleke mm. shunni hospitali. mm. Kamwambia simumpeleke nimpeleke hospitali, kamwambia simumpeleke a uh, uh -huh. kwa kwani anaumwa na nini? hey. ati kichwa, hey. kifua kichwa, hey. kifua ati mpeleke hospitali. mm. Kasema mm. unaweza kukaa hivi na mtoto akuje, mm. akulauma mm -hmm. wacha nimpeleke mtoto wangu hospitali, nani mbali mm naendesha basikili kutoka hapa mpaka tauni mm -hmm. na ni mulima eh. nikaweka mtoto wangu kufika huko basikili, daktari eh. mm. ananiambia, huyu mtoto ana ugonjwa huyu mm. mtoto peleka nyumbani. Sasa tutatibu nini, kulalisha mtoto wangu? Ananiambia mam mm. nasikia shika roho, shika, asiposhika roho mm. ataanguka mm. kwa gari eh. mtoto ananiongeleza hivyo mm. kamuongeleza. Sasa naongea nini nakwambia ochunge mm. maisha ya babu sasa. Baba angu msasi mm. bila mimi nilikuwa nampenda mm. aende mfanyie kila ki kila ki. hata ule bibi alikuwa amekufa mm. ule mwenye alikuwa ananitesa, alikuwa, na alikuwa. Mm -hmm. kasema na nakufa na nini nakufanya, usema hivi. Akaniambia mama mm. watoto wako watakufa wote na mtoto mwenye tabaki kwa nyumba yako atakuwa wazimu mm. Nikasituka sasa, nikaanza kutetemeka mm. Akaniambia mama kangu mm. Na akaniambia mama mm -hmm. Funua macho niangalie, mm. Kafunua hivyo, akaniambia bayi mm. Ndio mtoto wangu kwenda, akakufa hivyo hivyo, ukiwa umemshika tu hapo na ulikotoka hivyo hivyo hivyo hivyo, eh. Niliruka kichwa mm. Nikarudisha ufahamu mm. Nikapenda kulia, nilifunika macho kwa sakana mm -hmm. nifa